Uh, ndugu waandishi eh, uh, wa habari kama mnavyofahamu kwamba tarehe 22 mwezi wa tano tulitangaza kwamba waandishi wote wa habari ambao wanakidhi vigezo vilivyoainishwa kwa mujibu wa Sheria ya Huduma za Habari, basi wajisajili katika mfumo unaoitwa Tai Habari, na Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari ilitoa muda wa mwezi mmoja eh, tangu tarehe 22 eh, mwezi wa tano na mpaka tarehe 21 mwezi wa sita na baada ya hapo, bodi ikaongeza muda wa siku saba. Leo tarehe ishirini na nane eh, mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndio mwisho wa waandishi wa habari kujisajili katika mfumo wa waandishi wa habari, na mwisho huu ni kwa wale ambao wako kazini, ambao wanaendelea kufanya kazi, kwa sababu kuendelea kufanya kazi eh, katika vyombo vya habari au kufanya kazi za kihabari e, bila kupewa ithibati na Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari ni kosa kisheria kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha Sheria ya Huduma za Habari sura ya 229, e, hii ya sheria za Tanzania. A, kwanza naomba ni washukuru waandishi wa habari wote ambao wamejisajili katika mfumo huo wa Tai Habari a, kwa sababu zilo limeenda vizuri na kwamba waandishi wengi wamejisajili katika mfumo huo na ni wapongeze wote ambao wamejisajili katika mfumo huo, na sisi tunaendelea na kazi ya kukamilisha e, kazi hiyo ya usajili wa waandishi wa habari. Vile vile naomba niwakumbushe waandishi wa habari wote ambao wana nia ya kugombea nafasi mbalimbali za kisiasa kwamba kwa mujibu wa kanuni ya kumi na mbili G ya kanuni za utangazaji wa vyama vya siasa wakati wa uchaguzi e, waandishi hao wanatakiwa kuendalikizo au kuacha kazi e, katika mchakato au wakati wa mchakato wote wa uchaguzi. Na hii ni imewekwa kwa sababu tu ya kulinda e, maadili ya taaluma ya habari na kuhakikisha kwamba hakuna mgongano wa maslahi katika vyombo vya habari, kwa sababu kufanya hivyo na au wakiendelea kutangaza au wakiendelea kufanya kazi katika vyombo vya habari wanaweza wakasababisha waka, waka mgogoro wa kimaslahi eh, kwa wagombea wengine ambao wanania kugombea nafasi hizo za uchaguzi. Kwa waandishi wa habari ambao tayari wameshajisajili katika mfumo eh, wa Tai Habari eh, na uh, wamekidhi vigezo eh, kwa mujibu wa sheria bodi itaendelea kutoa ithibati eh, na kuendelea kuwapa vitambulisho kwa kadri ya uhakiki wa vyeti utakavyokuwa unaendelea kufanyika, kwa sababu eh, wale ambao hawajahakiki vyeti katika mamlaka husika ambayo ni activate na TCU, eh, bodi ya ithibati inapeleka vyeti hivyo kuhakiki yenyewe. Kwa hiyo wataendelea kuvumilia mpaka hapo ambapo tutakuwa tuna hakiki na kuendelea kutoa vitambulisho hivyo taratibu mpaka mchakato mzima utakapokamilika. Utakapo ah, naomba nitoe wito kwa waandishi wa habari wote hapa nchini na waamilika habari kwamba wawatumie waandishi wa habari ambao wametimiza vigezo na ambao wamethibitishwa na kupewa ithibati na Bodi ya Ithibati ya wa Waandishi wa Habari ili kuweza kutimiza matakwa ya kisheria hasa kifungu cha kumi na tisa cha sheria ya huduma za habari ambacho kinasema kwamba mtu yoyote hataruhusiwa kufanya kazi za kihabari isipokuwa mtu huyo amesajiliwa na kupewa ithibati na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Na bodi itaendelea kutoa ithibati kwa waandishi wa habari wale ambao wametimiza vigezo hata baada ya tarehe ya leo kupita.